Raisi Ibrahim Traore awatembelea wakinamama wanaojishughulisha na kilimo katika sikukuu ya maadhimisho ya wakinamama duniani. Mwalimu Isaya Benson mwalimu wa neno la Mungu. <imu> Karibu sana nashukuru sana sasa sa. Tumerudi Afrika magharibi. Yes. <imu> kwa mwamba. Yes. Mwenyewe. <imu> mwamba mwenyewe, i say <imu> bwana. mm. Tumeona kwamba amewatembelea hawa kina mama mm -hmm. ambao wanajishughulisha na kilimo katika mm -hmm. sikukuu ya wanawake mm -hmm. duniani mm -hmm. E, ilikuwa imekaaje hapo? Kwanza kama jinsi ambavyo hapa kwenye hii chaneli ya ukuu wa Mwafrika, the way tumekuwa tukiripoti zaidi mm. kuhusiana na mwamba Ibrahim Traore ambaye ni simba wa Afrika mm. na kijana mdogo sana ambaye amekuwa maono yake yako mbali sana mm anawaza mbali mno kuliko viongozi wengi wa Afrika ambao wana umri mkubwa, umri wengine kama baba zake, wengine umri kama babu zake hmm. Lakini hawawazi kitu chochote ndio yake <laughs> kule. Lakini sasa angalia, the way ambavyo Ibrahim Traore kijana mdogo, the way anavyofanya, wakati viongozi wengine wa Afrika wako bize kupanga ni namna gani ya kuwaibia pesa raia, kupanga ni namna gani ya kupiga pesa Yani, imagine, nyinyi mmewachagua viongozi wameingia pale, wakiwa ni masikini. <laughs> lakini wakifika pale badala ya kuanalizi changamoto ambazo nyinyi mnazipitia, wao wana analizi ni namna gani ya kupiga pesa. Alafu wakuta mtu akishatoka madarakani pale ni ni mtu ametajirika, yani mtu mmoja. Hii ni tofauti kwa Ibrahim Traore. Ibrahim Traore kila anachokiona mbele yake yeye ni fursa, na ndio maana umeona hasa katika hii siku ya wanawake duniani, yeye badala ya kukaa nyumbani alienda kijijini kama inavyoonekana alienda kijijini kuwatembelea wamama hawa wanaojihusisha na kilimo cha mboga mboga na hapo ni vitunguu. Hapa watu hawa wa, wanalima katika kujikwamua kwanza kinini ki, kiuchumi mm, lakini pia kuzikwamua familia zao. Kama unavyojua mazingira ya huku kwetu Afrika ni maeneo ambayo unaona mpaka wale wa kule wanatuita sisi huku ni ulimwengu wa tatu, ni kwa sababu wao ndo wametufanya sisi tuwe hivi e, kwa sababu ya ya mambo mambo ambayo yanaendelea ya kishenzi tu huko Afrika. Ndo maana unaona hapa Burkina Faso yeah. Ibrahim Traore ameamua sasa kupambana na magaidi magaidi ambao wako funded na mataifa ya magharibi, kwa ndio maana iko hivyo. Sasa mwamba huyu huu ni unyenyekevu usiokuwa wa kawaida, na nikuambie pale ameenda, hajaenda na msafara, kwa sababu kuna viongozi wa afrika wengi mwingine ni wa ajabu kweli, anaenda kuzindua mradi wa milioni hamsini, sijui milioni sabini, anaenda na magari mia mbili, tena ni yale ma SUV yani mm. migari mikubwa anakuta magari mia mbili, ameenda kuzindua mradi. Ukiangalia ile gharama iliyotumika kwenye ule msafara mpaka arudi, yani umetumia gharama kubwa kuliko mradi wenyewe. Hii ni tofauti kwa Ibrahim Traore, anaenda na askari kidogo tu na, na magari mawili tu, magari yenyewe ni, ni, ni, zile nini Land Cruiser 70 series, kwa hiyo ndio maana ya uongo unapoongelea uongozi. Uongozi uongozi sio wa kukimbilia uongozi. Maana yake ni watu wanatakiwa wakutegemee wewe, na wewe uangalie ni namna gani ya kutatua matatizo yao. Sasa ndio linalotokea pale kwa Captain Ibrahim Traore kuwakumbuka wa wamama, lakini amefika pale, amewaangalia na amewaambia kabisa, tunaelewa the way mnavyopambana, tunaelewa changamoto mnazozipata na serikali pia imejipanga kwa ajili ya kuwasaidia. Ndio maana unaona wale watu wakawa na furaha sana kumuona isi wa taifa la Burkina Faso amewafuata kijijini ambako usingetegemea pengine kile kijiji hata, hata, hata diwani huu atembelei mm, lakini rais mwenyewe Captain Ibrahim Traore kwenye siku ya wanawake duniani. Na nikuambie kitu kimoja huyu mwamba ni mwamba ambaye ana anawavali sana wanawake mm. Na ndio maana unaona kwenye uapisho ule walipokuwa wameenda pale Ghana tarehe nane Januari mwe, mwaka 2025 wakati wa uapisho wa rais huyu wa Ghana John Dramani Mahama mm. Wakumbuka kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza kwanza taifa la Ghana limeingia kwenye historia na lenyewe mm -hmm. kama Tanzania kufanya makamu wa rais mgombea mwenza kuwa ni mwanamke. Yeah. Eh, kwa hiyo bwana alienda pale, ameenda kabisa na jeshi lake pale mm -hmm. ameenda amevaa pisto kiunoni mm -hmm. eh, yani mwamba yuko pale, kana anatembea kwenye uwanja wa vita. Unaona, <laughs> alafu kidogo hivi akiona watu kama anaishika hivi bastola wewe <laughs> mwenyewe ukiona kama anaigusa inabidi tu wewe <laughs> mwenyewe uangalie kuingia, hata kama ulikuwa unamwangalia. Huyo, yeah. hataku <laughs> nipiga mimi risasi nini? <laughs> <laughs> Lakini alipofika pale alivua kofia kwa yule mwanamama, akampa mkono alafu, baadaye akavaa kofia yake mm. akaendelea kwingine na heshima e, yes, yake mm. akampa mkono rais John Dramani Mahama, lakini wengine hawapewi mkono, wengine ni salamu ya hivi hivyo tu. yani yani uwe nani wala uwe nani. Alikuja juzi hapa kardinali, yeah. alikuwa anaitwa kardinali nani ule apolo nani sijui ametumwa, mm. kutoka Vatican mm. pale, na alipewa tano, hakupewa mkono. Watu wakasema, oh, Traore inabidi awe heshima kwa viongozi wa dini. Kiongozi wa dini ni nini, bwana? Akapigwa hii tano. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Sasa ndio maana ya kiongozi ambaye ana maono hmm. kiongozi ambaye Uh, watu ndio mzigo wake mm. Umeona ukiachana okay, na viongozi ambao pesa ndio mzigo wao. Kiongozi akuta viongozi wa Afrika amerundika mapesa mm, mabilioni billions of money huko nje eh, ndo tuko tunamwambia Donald Trump, tunashukuru sana kuwaambia Waafrika warudi na kupiga marufuku wasiingie huko mm. Lakini Donald Trump tusaidie mm, kuna hera huku viongozi wa Afrika hera zetu wameficha huko kwenu. Kwa nini na zenyewe usiende mle kwenye akaunti, waambia hizi hera pelekeni nyumbani kule kule Afrika kupeleka kule hilo, yeah. Ungekuwa umetusaidia sana, kwa sababu kule wana hela hawa hao, mm. viongozi wa Afrika, ili tofauti na Ibrahim Traore. Sasa nikuulize swali moja, kabla na ujaendelea kuniuliza ya kwako mm. unataka kuniambia mtu atakuwa na uzalendo na Afrika wakati kuwekeza kwake kote amewekeza nje. Hapana, hakuna kitu kama hicho. Mtu ana majumba Ufaransa mm. mtu kiongozi huyo ana majumba Marekani, ana majumba Dubai, ana miradi huko, alafu tayari kuniambia ataipenda Afrika kweli? sio kweli na ndio maana unakuta ni kiongozi lakini yuko tukaa sanamu tu, yaani yuko tu pale, yaani aaongaasa. Haya basi, ndio tuna kiongozi hiyo tutafanyaje? Sasa yule Bongo bahati mbaya eh, eh, umeona, <laughs> yule bwana alimba Bongo bahati mbaya na Basata wakamfungia. Bongo sio bahati mbaya ila tu uongozi ndio kila kitu. Ukikosa uongozi mzuri inakuwa ni barako. Afrika inateseka kwa sababu ya viongozi. Ingekuwa na visionary leaders kama Ibrahim Traore, Afrika isingekuwa inapitia hapa inapopapitia. Lakini Afrika inapitia hii hali inayoipitia ni kwa sababu tunakosa viongozi ambao wako kama Ibrahim Traore, kuangalia changamoto na kuvunja mahusiano kabisa na manyanyang'au. mm -hmm. E, maana, maana We, we jaribu kuangalia. Mchina hata akienda popote lakini ni kwa ajili ya China mm. Muhindi akienda popote ni kwa ajili ya India, ndio maana unakuta hata tamaduni zao awaziachi mm. Lakini mbongo akitoka hapa, kuna jamaa mmoja alitoka hapa, alienda Marekani miezi mitatu tu amekaa, amerudi huku huku bongo, yani eti eti kiingereza Kiswahili kimepotea, amesahau. Ukimuuliza ujambo, sasa oh, si jambo una <laughs> unaendeleaje, una kaambia hivi wewe, miezi mitatu kweli umesahau? Alafu kiongea Kiingereza itaongea Marekani, you know what it is, man. Ni kwa sababu ya ufahamu yeah. Lakini mchukue Muhindi pereka, pereka nini peleka Marekani mm. Kingereza chake ni kile kile, what are you saying hivyo. hey, oh, oh, oh, hivyo kama kihindi wako proud na nini yao yeah, kwao ndio. Hiki ambacho sasa Ibrahim Traore anajaribu kukifanya yeah. wakati Ibrahim Traore ameingia madarakani, tuliona kwamba amenunua sekta za kutosha kwa ajili ya ku develop kilimo mm -hmm. na tukaona kwamba sekta ya kilimo pale nchini kwake inakuwa kwa kiasi kikubwa mm. Na sasa hivi tunasikia kwamba pale kuna viwanda vya magari vimeanza pale kuinuliwa pale. Je, mm. tutegemee baada ya miaka mingapi ile, uh, Burkina Faso itakuwa kama Japani na Afrika tutaanza kufaidika na uwekezaji wa pale Burkina Faso? Itakuwa ni zaidi ya Japani mm. kwa sababu sasa hivi yuko kwenye mpango wa kujenga miji mm. ya kisasa kuliko Ulaya mm. Sasa hivi hivi ninavyokuambia, lakini tayari kuna kiwanda cha kutengeneza magari ya umeme mm. Aa, na kampuni inaitwa Itawa mm. kampuni ya Itawa mm. na tayari wanatengeneza mm. na tayari wameshayatengeneza, na ukumbuke pale ni ukanda wa Sahel, kumbuka ni muungano ma wa mataifa matatu mm. ambapo tayari sasa hivi wameshatengeneza bendera yao hii no. moja, na tayari kuna mpango wa kufanya rais awe mmoja kwenye haya mataifa yote matatu, rais awe huyu mmoja mm. na tayari yale magari unakuta kwenye plate number nyingine uh, yani gari unaonaga, mfano gari imeandikwa nyuma, labda Toyota Lexus mm, yeah. labda Toyota Alphard mm. au sijui Toyota Sprinter mm. Sasa yenyewe pale pale nyuma imeandikwa Itawa uh, Sahel au ah, itawa native, yani inakuwa iko namna hiyo mm, kwa tayari magari wameshayatengeneza. Hii ni kwa sababu gani? Mm, na Ibrahim Traore ameweza kwa sababu gani? Mm, nchi zingine haziwezi kwa sababu gani? kwa sababu ya matumizi mabaya ya pesa mm. Umeelewa, pesa ya umma inatumika vibaya mm. Ndio maana mwamba pale ametengeneza magari ya umeme mm, alafu haya magari atawapa wafanyakazi wa serikali mm. Eh, hakuna bajeti ya mafuta mm, maana huku kwetu hakuta bajeti tu ya mafuta mtu mm, mmoja kwa mwezi anaweza akala hata zaidi ya milioni ishirini hakuna mm. bajeti ya mafuta. Na yale magari yanaenda umbali wa kilomita mia tatu na hamsini kabla ujalichaji, na ukilipeleka kulichaji ni dakika thelathini limejaa. Kwa hiyo maanaake, kazi kazi mwamba ameamua hivo kukata matumizi yo. Ndio maana ye mwenyewe ni kapteni kijeshi, lakini amekataa mshahara wa urais, anakula mshahara wa ukapteni. Yule mwamba ni masikini pale alipo, yaani sio taajiri hivyo wengine wanavyojitajirisha. Na ingekuwa ni rahisi kwake kwa, kwa sababu ameingia kwa kupindua lile taifa ingekuwa rahisi kwake atumie bunduki sasa kuiba zile mali ili ajitajirishe yeye aende akawekeze Ufaransa kama viongozi wengine walivyokuwa wanafanya, lakini yule mwamba pale yeye ameamua kutumia bunduki kulinda rasilimali za pale zisiende nje ya kwa hiyo yale matrekta mia nne na sasa hivi tayari ameshaagiza matrekta mengine elfu moja ambayo yamepitia kwenye bandari ya Ghana, kwa sababu ukumbuke haya mataifa matatu mataifa ya Saheli ni landlocked countries. Tunaposema landlocked countries, mataifa ambayo hayana bandari. mm. Maanake wao -hmm. wana wow, bandari kavu, lakini bandari hizi kama tunavyojua kama bandari ya maji wao hawana kwa matrekta haya yamepitia kwenye nchi ya Ghana kwa sababu sasa hivi pale kuna John Dramani Mahama naye ni mzalendo yule. Kwa hiyo yu, iko hivyo yu. kwao yale matrekta mia nne yameleta impact kubwa sana, wameweza kuzalisha tani milioni mia moja na hamsini za nafaka wow, yes wamezalisha ngano kwa wingi kiasi kwamba mm. -hmm. Ibrahim Traore amezindua viwanda viwili, kiwanda kimoja ni cha unga Hmm. na kiwanda kingine ki ni cha kutengeneza tambi jamii, hmm. zote za tambi unazozijua <laughs> kiwanda kingine ki cha kutengeneza tambi hiki, hmm. cha kutengeneza tambi kina uwezo wa kutoa tani mia moja kila siku kwa kupitia ngano iliyolimwa pale ndani ya taifa la Bukinafaso. hmm. kinachotusumbua Afrika ni njaa Njaa ndo inayotusumbua, na njaa ile ikiuma sana tumboni, huwa ina kawaida ya kupanda kichwani. Ikipanda kichwani, alafu ikamkuta kiongozi huyu ambaye njaa imemuuma humu, imepanda humu, maamuzi atakayotoa yatakuwa ni ya njaa. Unakumbuka kwenye Biblia kuna bwana alikuwa anaitwa Esau. Esau alitoa maamuzi kutokana na njaa iliyokuwa imeuma tumboni, ikapanda kichwani, akatoa maamuzi yaliyokuja kumgharimu baadaye. Ndicho kinachotokea Afrika. Ni tofauti kwa mwamba Ibrahim Traore kwa pala, amezindua hicho cha kiwanda, amezindua viwanda viwili vya nyanya, yani vya kutengeneza hizi tomato paste, tomato sauce, hizi mm. ketchup, nizo. Amezindua hivyo viwanda viwili, lakini pia vilevile juzi kazindua kiwanda cha kutengeneza sabuni mm. ambacho kina uwezo wa kuzalisha tani 300 kila siku sabuni. <laughs> Ndio kama unajiuliza, a, sabuni, lakini yote hii ni kwa sababu ya kutengeneza ajira kwa wananchi wa Burkina Faso mm. Maanake unajua vijana wengi wa wanatoka Afrika kwenda Ulaya kwa sababu wamekosa ajira, lakini kukiwa na ajira kijana aweza akatoka hapa aende huko wakanyanya huko Maulaya si huko mm. Uarabuni no, maana yake kutakuwa na ajira hapa kwao, ndo maana natengeneza hizi fursa mbalimbali. Huyu ni mwamba na huyu mimi, siku zote wanamfananisha na wazee wetu wakina Thomas, mm. Sankara, wakina Colonel Muammar Gaddafi, watu wenye maono mm. ya kuiunganisha Afrika iwe mm. kitu kimoja. si kama una swali la mwisho kabla, moja kati ya vitu ambavyo vilimfanya uh, Muammar Gaddafi, mm. mwamba wa Afrika mm. uh, kuchukuliwa maisha yake na manyang'au kutoka huko Ulaya mm. ni pamoja na kuonyesha nguvu ya kupambana misimamo na maendeleo makubwa ambayo mm. yalikuwa yanafanyika pale kwenye nchi yake mm. <coughs> Sasa kwa sasa tunamwona Ibrahim Traore anakuwa kwa kiasi kikubwa katika uchumi mm. na uwekezaji na viwanda mm. ah, vipi wazungu hawajaingiza pua zao pale kwa maneno ya kashfa, uh, vitisho na kumwinda vipi? Kashfa <coughs> zipo nyingi za kutosha mm -hmm. Ndio maana alipoenda Ghana BBC wakatangaza a wearing gun president mm -hmm. Yani rais anayevaa bunduki kiunoni mm -hmm. Hizo ni kashfa zote hizo mm -hmm. Lakini tunajua wana hasira kwa sababu waliwatimua Burkina Faso mm -hmm. Kumbuka habari, yani vyombo vya habari vina mchango mkubwa sana katika dunia yetu mm -hmm. Weza habari iwe mbaya au iwe nzuri mm. Vina mchango mkubwa mno, umeelewa? Kwa ndio maana mm. Kavitimua BBC, timua Voice of America, timua mm. RFI, ile inaitwa Radio International France, timua mm. Eh, France 24 ile ni TV toka sijui magazeti ya Ulaya, kwendeni zenu, kwenda mwana kwenda. Alafu akasema habari mtazitoa kutoka kwetu sisi wetu. lakini na wao kule wakasema umetufukuza sisi, wanakwenda hamna hmm. shida, wewe tutakuua kwa hmm. mpaka sasa amekwepa majaribio ishirini na mbili ya kutaka kuuawa na juzi hapa, kuna mzungu mmoja alijifanya mwekezaji hmm. amekuja kuwekeza Burkina Faso, kumbe yule anawapa pesa maaskari hmm. ili waipindue serikali ya Ibrahim Traore, lakini naye akadakwa, akaenda, akatekenywa vizuri, akaelezea mipango yote hmm. kuwa alikuwa ametumwa hapo. Kwa hiyo ayo majaribio yapo, hawawezi kupenda mtu mzalendo kama Ibrahim Traore. Ndio maana unaona Colonel Muamari Gaddafi waliweza kumwondoa kwa sababu hiyo kushukuru asante sana bwana sana. <laughs> Hii hmm. ni chaneli yetu pendwa ya Ukuu wa Mwafrika hmm. usiache kulike, kucomment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.